Moja ya kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi zaidi kutoka kwa Nifa ni baada ya kuachiwa alafu na kila ambacho ameona kimekuwa cha kwanza kabisa kwake kukifanya. Picha linaanza, tunaweza kushuhudia wakati yupo kwenye gari anatoka, alafu watu wengi izni kama wakiwa wamemfuata hivi, wengi wanataka kumjulia hali na vitu kama hivyo. Ilikuwa ni ishara ya upendo ambayo watu walikuwa wanataka kuonyesha kwake yeye na alisha tu kuwajibu kwa kwenye gari kwa sababu walikuwa wengi, so asingeweza kushuka kusalimiana na kila mtu, pengine ingechukua muda mrefu hata zaidi ya masaa, kwa sababu watu walikuwa wengi sana, plus uandishi wa habari na vitu kama hivyo. Sasa baada ya Niffer kutoka pale, moja ya kitu ambacho kimekuja kuwavutia watu wengi zaidi ni kile ambacho alikuja kukifanya baada ya kuweza kufika nyumbani kwao. Tunafahamu kwanza vibe la mama yake pale ambapo alikuwa anampokea mwanaye Niffer kwa sababu hakutegemea pengine kama ingekuwa ni mapema namna hii mwanaye kuachiwa. Lakini baada ya hapo pia, baada ya kufika nyumbani kile ambacho ameweza kufanya NIFFER ndicho kitu ambacho kimewafanya watu wengi sana wakavutiwa na pengine wengi wakaona kwamba okay, kumbe anajali uwepo wa Mungu zaidi. Sasa kabla sijakwambia hiki, nadhani unaweza ukawa ni miongoni mwa watu ambao umevutiwa sana, lakini pia umeipenda na umefurahi kuona NIFFER anaachiwa. Kama nani miongoni mwa hao watu, basi tuungane hapo chini ya hii video kwa kuonyesha upendo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, utakomentisha sana lakini baada hapo, like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na hiki ambacho NIFFER ameweza like kukifanya. Sasa baada ya kufika nyumbani NIFA bwana ameona jambo la kwanza kabisa ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwa sababu alichoamini ni kwamba licha ya kwamba alipiganiwa na watu wengi, aliombewa na watu wengi, lakini aliyejibu maombi haya yote ambayo Watanganyika walikuwa wanamwombea, alijibu maombi ambayo pia alikuwa anayaomba, pengine siku moja aweze kuachiwa huru, ni Mungu peke yake. Kwa hiyo, alichofanya kabla hajafanya chochote, alivyofika nyumbani kwao ni kuweza kwa kwa kwanza kupiga dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki ambacho ameweza kumfanyia, alafu baada ya hapo mambo mengine yaweze kuendelea. Hii alichokifanya Nifa kimeweza kuvuta taswira, I mean, attention ya watu wengi sana, lakini pia huona kwamba kumbe ni jambo eh, zuri kumkumbuka Mungu sio tu katika nyakati za shida, hata wakati wa raha. Kwa mfano pengine angekuwa mtu mwingine wa kawaida, uh, ingetosha tu alivyoomba huku alivyokuwa gerezani, lakini baada ya kutoka pengine angemsahau Mwenyezi Mungu. Lakini ameona hapana, ngoja mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumtoa katika hali ngumu ambayo alikuwa anapitia sasa hivi, na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo watu tunatakiwa kuweza kumtegemea Mungu katika kila hatua, na hata tunapovushwa katika hali ngumu, basi tuweze kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumshukuru pia. Nifa uh, alichokifanya ni ujumbe ambao of course kwa watu wengi wamependa sana, lakini pia imewabadilisha wale watu ambao pengine alikuwa amemsahau Mungu na kuona kwamba Mungu ni muhimu wakati wote, kwa sababu kuna wakati ukiwa kwenye shida unamtegemea Mungu. Kwa hiyo mtegemee kila wakati, ni kusaidia hata pale unapokuwa katika nyakati za shida. So pengine ni miongoni mwa watu ambao wamefurahishwa sana na nifa kuweza kuachiwa, lakini pia pamoja na hiki ambacho ameweza kukifanya, mwambie wewe ni mmoja tu ambao umefurahi au vipi? Comment yako ikihusika hapo chini, tukomentisha sana, lakini nikukumbusha pia usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.